Nipeni kura zenu. Mimi ni kijana, nimekuja kuomba ridhaa hii. Mnajua sina njaa, sina njaa, nimekuja kuomba nafasi hii ili niweze kuwatumikia nyie. CCM oyee! CCM oyee! Ndugu zanguni, nataka niwaambie wana Moshi, nataka niwaambie ndugu zangu wana Moshi, mimi nimezaliwa na familia ya chini sana baba yangu mimi alikuwa anauza machungwa stendi, na ndio maana watu wa stendi wakisumbuliwa mimi naumia. Mama yangu mimi alikuwa anauza ma ma mandazi. Nikiwa mdogo, unapewa mandazi kwenye sinia, unatembeza. Ukitembeza yakibaki mawili, unamrudishia mama. Hata kama kuna mteja anayataka, wanamwambia yameisha. Ukimrudishia mama yakibaki mawili, anakuambia haya, nenda kale. Sisi sihemu oye CCM oye! Kwa yo ni kijana ambaye nimeteseka sana, ninajua watu wangu wa chini. Sijaenda, sijaenda uzunguni, Shanti Town, kwa kupelekwa, nimejipeleka mwenyewe, nimesoma langoni, ninajua, ninaijua Moshi. Ndugu zangu, wana Moshi, tumeongea mengi. Halmashauri inajitahidi kuokota taka, lakini tunajua bado haziwezekani, zipo nyingi. Nitakaponichagua, tunakwenda kumaliza swala la usombaji wa taka. Baraza la madiwani liko pale, tunakwenda kukaa na kutengeneza hoja. Kama ni magari ni machache, tuna mkurugenzi kijana msikivu, tunamshauri, tunaongeza magari mapya, tunasomba taka kwa wakati. Ninajua kuna changamoto nyingi sana za barabara za pembezoni, ninalijua barabara za lami. Tunamshukuru sana daktari Samia, juzijuzi amesaini mkataba wa kilometa kumi na saba na, na mkandarasi anaingia saiti kati ya wiki mbili. Barabara za Njoro, Msaranga zote zitakuwa zinawaka taa. Ni jukumu langu mimi kama mbunge mtoponi paridhaa tarehe 29, na sina shaka kura zote hapa ni za kwangu. Moshi wewe kwenda kuhakikisha barabara zile za lami zinakwenda kuisha. Vijana oye! Vijana oye! Vijana wa bajaji na bodaboda, linajua shida zenu. Shida zenu zimekwisha Mtakapokwenda kunichagua tarehe ishirini na tisa nataka niwahakikishie bodaboda na bajaji, ile mikataba mnaopewa na matajiri ya kuwafunga kwangu itakuwa ni historia. Ninakwenda kutengeneza mfumo wa kuwapa bajaji na bodaboda kwa riba kidogo ambayo itakiwasaidia nyie, badala ya kurudisha elfu kumi unarudisha elfu mbili elfu tatu Maisha yanakwenda Baja bajaji. ndugu zangu wanamoshi nina mengi ya, kuwa, ya kuwaambia lakini niwaambie kazi ya mbunge ni kutunga sheria kuisimamia serikali na kupitisha bajeti ya serikali lakini mahali wengi wanakokosea ni wajibu wa mbunge nataka niwaahidi wanamoshi wa wajibu wangu mimi wa kwanza ni kukaa karibu na nyie mlioni pakura nitahakikisha ninaamka na nyie na kulia na nyie, na mniombee nisiwe mbunge ambaye nikienda bungeni nikivaa suti na tai nianze mabega na maringo nishinde na nilegee. Sisi wewe kata, sijawa mbunge nilikuwa nawatumikia na Kuanzia leo natangaza mbele ya mgeni rasmi, ninakwenda kutumia mshahara wangu kuwanunulia kosta mbili kwa ajili ya watu wa Moshi nitaziandika majina. CCM oyee! Kosta hizo naenda kuziandika huduma za jamii Moshi mjini. Ukiwa una msiba, ukiwa una sherehe, piga simu kwenye ofisi ya mbunge, unapiga simu kwenye ofisi ya mbunge, tunakusaidia. Na katibu wangu yuko apa, uko hapo, usimame watu wakuone, pokea na timu. Samu, na timu yangu yote iko pale, wasaidizi wangu simameni, watu waone, wasaidizi ina timu ya usaidizi iko pale. CCM oyee! Nataka niwaambie, ninakwenda kununua gari moja nyeusi ya kubeba mili ya marehemu. Mama Samia amesema maiti zetu zikifa, yeye tunazichukua bure, mimi nakupa gari ya kubeba bure. Hapo vipi? Shida umefiwa, piga simu kwenye ofisi ya mbunge, inakuja gari ya kubeba mwili inapeleka unakotaka. Mwisho, ninakwenda kununua gari moja ya ambulesi. Ukiwa una mgonjwa wako Njoro kwa Mtei, Msaranga, unataka aende hospitalini, usikodi taxi, piga simu kwenye ofisi ya mbunge, ambulesi inakuja mbio.